Kipekee ni kushukuru sana Profesa Eliamani Sedoeka, mkuu wa chuo cha uhasibu wa Arusha, lakini pia na management yote ya chuo kwa kuridhia wazo la kuanzisha programu hii mahususi ya ujasiriamali na stadi za biashara kwa wafungwa. Afisa mmoja alisimama na kutoa salamu na katika salamu zile aligusia neno moja alisema, profesa, najua kasi yako, una kasi sana na profesa, kasi kwa sababu, kwa kweli profesa, kasi yako nimeiona, kwa sababu kwa kweli tangu tumekubaliana na kusaini yale makubaliano, matokeo yanaonekana. Ni kuhakikishie tu jeshi la magereza pia tunakwenda kwa kasi hiyo hiyo kuhakikisha kwamba tunafikia yale ambayo tunalenga kuyafikia na hii ni kwa maslahi mapana ya taifa letu. Nikupongeze sana kwa kasi hiyo, lakini pia nipongeze sana management ya chuo na kwa kweli kwa kuridhia katika kuanzisha programu hii. Ni mwanzo mzuri katika kuhakikisha kwamba tunaeneza programu hii katika magereza mengine, lakini huu ni mwanzo tu, si tunategemea na ndoto zetu na malengo yetu ni kwenda katika kozi za muda mrefu, kwa maana ya kozi za diploma nkozi masters kwa wafungwa, tunategemea kwamba hii itatoa nafasi ya muda mrefu kwa wale watanzania wote ambao wamejikuta kwa sababu moja au nyingine, wako katika mikono ya sheria, lakini wanatamani kudalisha maisha yao kwa muda ule wako ndani na hata hasa pale watakapotoka. Tunatumaini kwa hizi kozi za muda mfupi, hii ni kozi moja wako tu, lakini nalengo yetu tuna kozi nyingi ambazo tuategemea tutaa kuzifanya vikanzo hizo ujasiriamali, lakini kuna na kozi za stadi za kazi mbalimbali kuweza kujengea uwezo, kozi za udereva walau, na kutoka mfungwa watoke na cheti cha udereva na leseni ya udereva. Tunategemea kozi mbalimbali kama hizi zitawawezesha wao kuweza kurudi uraiani wakiwa wamejiandaa, wakiwa a wametendea kazi lioe kurudi uraiani na kuweza kwenda kujitegemea. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunategemea kwamba kozi hizi pamoja na kurejesha heshima na matumaini mapya kwa vijana hawa na kurudi uraiani, vile vile itaongeza stadi za maisha yao na ajira, kama nilivyosema, kuweza kuboresha maisha yao, familia zao na taifa kwa ujumla. Hii itasaidia kupunguza sana uhalifu wa kujirudia yani, repeated offenders, na kuweza kuweka misingi yako. Tuna idadi ya wafungwa arobaini thelathini wakiwa wa kiume waki na wanawake wakiwa kumi, na namna ya kuendesha ufundishaji, kama ambavyo umeweza kushuhudia mwenyewe, tunatumia teknolojia ambayo inatuwezesha sisi walimu na wawezeshaji kutoka chuo cha Uhasibu Arusha kushirikiana na wasaidizi wetu wakiwa mtu